Katika siasa na uongozi wa Tanzania huwezi taja watu wenye heshima na sifa kubwa kwa taifa hili, kati ya waliotangulia mbele za haki na walio hai, bila kumtaja Jaji Warioba huyu wengi humtazama kama mzee na tunu ya taifa, ambapo mara nyingi na zote viongozi wengi wa Tanzania hasa wenye nafasi kubwa hufika kwake kuvuna elimu ya uongozi, hekima, busara na historia safi ya taifa la Tanzania. Mzee Warioba mara nyingi ameonekana kuwa mzee mwenye kutoa maadili kwa viongozi, mzee msimamia haki kwanza, mpenda amani na mshikamano huyu ni kati ya wazee wachache waliowahi shika nafasi kubwa serikalini waliobaki hai wa enzi za kuanzia hayati mwalimu julius kambarage nyerere mzee warioba aliwahi kushika nafasi kubwa na nyeti serikalini kama waziri mkuu wa tanzania mwaka 1985 hadi mwaka 1990 Aliwahi kutumika kama makamu wa rais wa Tanzania. Pia aliwahi kuwa jaji katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, wakili mkuu wa serikali na mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba ya Tanzania tangu mwaka 2012. Watu wengi hasa wanasiasa hupenda kusikiliza kauli na matamko ya Jaji Warioba ambayo wengi husema matamko yake huwa yamesimamia haki uhuru na ukweli bila kujali yatapokelewa vipi. Viongozi wengi hasa marais, makamu na mawaziri hufika kwa Warioba kuvuna busara na elimu ya uongozi ambapo pia hivi majuzi tulimwona Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akiposti picha akiwa amemwalika Mzee Warioba Ikulu na kuteta naye machache, lakini pamoja na hayo Jaji Warioba amejitokeza na kuongelea mauaji yaliyotokea Oktoba 29 ambapo amekiri kuwa ni mauaji makubwa kuliko hata yale yaliyotokeaga kule kwenye vita ya Kagera. Warioba pia ameshangaza wengi baada ya kusema alipewa taarifa kuwa hata ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama kuna mpasuko na kutokuelewana. Kabla sija kuacha umsikilize mzee Warioba, ni kusi uhakikishe mbonyeza maneno mekundu subscribe ili usio unapitwa na taarifa zetu. Tumsikilize tu hapa Rais akizungumza bayana kabisa kwamba pengine nguvu ndio kutumika kuzuia haya ambayo upande mmoja unaitwa ni maandamano, lakini upande mwingine unaita kwamba ilikuwa ni uasi, kwa maana kwamba kulikuwa na dhamira labda kuiondoa serikali madarakani. Wewe unadhani kwamba hii nguvu iliyotumika ilistahili? Tazama, ndio nayosema, kwa watu wa kawaida wanaweza kuangalia mama, tuta tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa na ukiona kwa miaka kama miwili, <coughs> vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae, wajiandae kuja kusimamia e, mchakato wa uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. nini waliandaa? Na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira hapa, ushughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa wao na bunduki na risasi unaua. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hadi tofauti, hadin tofauti. Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figures zinazozungumzia mm. hawa waliokufa ni wengi zaidi mm -hmm. kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu dugu yake ameuawa? Hawa kwenye vyombo vya ulinzi sawa sana, hakuna yeyote? Ama viongozi hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameuawa. Mheshimiwa Warioba umenukuliwa kabla ya uchaguzi mkuu ukionya jeshi kuhusishwa na masuala ya siasa. Na bado ni msimamo wangu, bado ni msimamo wangu nilipozungumza mwezi Disemba mwaka uliopita baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na nikisikia walivyokuwa wanaandaa nikasema, tukia tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo, na specifically ninasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa, lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa vimegawanyika, ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa. mimi mimi walikuwa ananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, kulikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mimi ah, sikuamini sana ile foto. Lakini siku moja mwezi Septemba nimetoka hapa na kwenda kwenye ofisini kwangu, nimekwenda nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale. Pale kulikuwa na askari wawili, askari wawili wa traffic, wa traffic wanaongoza magari. Sasa wakati tunapiga kona, ana unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona, watu wawili wakapiga saluti, yaani mmoja akatoa ishara tusimame, wala askari watu wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia wamekuja. Wamefika, wamepiga saluti, wamesalimu na bila hata kero eh, wakasema mzee, tutashukuru tumekuona, tunaomba msaada wenu nyinyi wazee. Asema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa, imetugawa sana tunafanya kazi kwa mazingira magumu, sasa tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza ndani ya gari na draiva wangu na msaidizi wangu, na pembeni pake kuna watu wanauza maua, wote wanasikia. Yani ilimtisha kwamba askari hao wanaona wana wamepata nafasi ile bila hata kujali nani anasikia, wamesema. Nilipokuja nilimwambia mama nilipo Samia mama, mama nimeogopa sana. Ukisikia kuna mgawanyiko katika chombo kinachotulinda unakuwa na wasiwasi na wasiwasi.